Ni udongo ambao tumechukua katika shamba letu linalopatikana Lwangu. Ah, hii ni kata ya kifanya kwa Njombe. Ah, tumechukua sampo hii, hii katika shamba letu lenye ukubwa eka 20 na tumetumia njia ya random x. Tumekata x kwenye shamba letu, kwamba tumechukua sampo kuanzia kona moja mpaka kona nyingine, tukahamia pia kona nyingine mpaka nyingine, ambayo imetengeneza njia ya x sasa sasa, hizi tumekusanya sampo yetu moja kwenye sehemu yetu, tunaichanganya ili baada ya hapo tuweze kupata ile sabu sampu, sabu soil ambayo ndiyo tunaenda kuisubmiti kwa wataalamu maabara, wao waweze kupima alizi yetu tujue ina deficiency au ina kuja ina misi nini ndani yake. Ndio, ndio sasa tukishachanganya hivi hmm. Babu zimechukua sehemu tofauti tofauti, kwa hiyo tunaipunguza, tuwezi kupeleka hii maabara yote ni mwingi sana, kwa hiyo tunaupunguza. Tunapunguzaje? unautandaza hivi, halafu nakata mara nne, sawa. Ukishakata hivi, ukitoa ya juu hivi, unaacha pia, unakuja kuchukua sako hiyo hiyo pembezoni, unatoa unabaki na kuota unachanganya tena unachanganya tena. Ukisha mix vizuri, mix vizuri, ukisha mix vizuri tena unakata mara nne. Tunazidi kupunguza sample, unakata mara nne hivyo. Sasa mara nne hivyo unatoa zee moja kwa juu yake una tena unapunguza, unabaki na kuota tena. Yaani hivi utafanya mpaka ufike ile level ambayo ulikuwa unasema unahisi na kutosha kubeba. Kwa hiyo bado sisi ya kwetu ni nyingi sana, unachanganya tena unachanganya tena, maana inajimix vizuri, alafu naikata unaikata tena mara nne, kupunguza kwa sababu ni bado kwetu ni nyingi. Unapunguza kama nilivyoeleza mwanzoni, pande wa huko pia unapunguza, nabaki na kuota sasa. Hii kuota hii bado ni nyingi, unaichanganya tena na mix vizuri, kisha mix vizuri, unatandaza tena, unapunguza ya punguzo natoa ya natoa huku katupa natoa upande wa huku. Kwenye kupunguza sampo, inabidi tukumbuke, tunavyopunguza sampo inabidi tupakiwe na sampo angalau iwe na uzito wa nusu kilo, wa nusu kilo. Hiyo ndo sasa ya kupeleka maabara kwenda kupimwa. Asanteni. Uh, kitu cha kuongezea nabidi tuangalie inavyoenda maabara wanaenda kupima nini? Kipi kinaenda kupimwa? Kipi kinaenda kufuatiliwa? Kwenye hali hizi kunakuwa na kateria mbalimbali, lakini kateria ambayo kwa maabara zetu ambazo ziko halimashauri wanaenda kuangalia cha kwanza. Uh, tunasema cation exchange capacity CC. If you are enjoying the content on Tino Agri TV